Hakuna kulala. Hivi sasa ni majira ya saa sita na dakika kadhaa, dakika saba uh, usiku. Tunazungumza ikiwa ni Jumapili ya tarehe 18. Mechi tumeitazama ikiwa ni Jumamosi tarehe 17 nipo na Dulla Heavyweight, mara baada ya dakika 90 kumalizika. Heavyweight ee, tulizungumza mengi, miongoni mwa yale ulioyazungumza ilikuwa ni tahadhari ya kuitahadharisha Simba Sports katika build up, lakini ukiizungumzia safu ya viungo ya RS Berkane yametokea yale ambayo ulitahadharisha na kile ulichokizungumza kuhusiana na e, safu ya viungo ya Berkane. Hali yako iko vipi? E bana, nashukuru Mwenyezi Mungu tuko salama salmini, ya yes, ni kweli e, tulizungumza bwana Jafe na nilikutajia baadhi wa ya wachezaji hatari akiwemo Usama Lamlawi ambaye nafikiri ameonyesha uhatari wa wake, ameweza kufunga gaba ndani ya penalty box akijaribu kuwafinya wachezaji zaidi ya watatu na kuweza kukevu. Na nilizungumza nikasema, nilimtaja sana nikasema Yes. Usama Lamlawi ni mchezaji hatari lakini, by the way, uh, unajua unavyotaja mchezaji mmoja mmoja haikupi, haikupi picha halisi kwa sababu mpira ni mchezo wa uh, kimbinu structure, umeelewa? Kiasi fulani naweza nikasema Fadlu Davis ni kocha mzuri, bado ni kocha kijana anafanya kazi nzuri lakini kwenye fainali kuna characters zake, kuna namna ya kucheza fainali. Unajua fainali ni mechi ya dakika 180 yaani maanake 90 za nyumbani, 90 za ugenini. Sasa mechi za, uh, home and away. Kuna, kuna namna unabidi uzicheze, si unanielewa? Kwa sababu makocha wengi wakisa, kuna interview nilikuwa namsikiliza Crispinus Magori, umenielewa, mshauri wa Simba, ameshakuwa CEO. E, alikuwa anazungumza kwa nini Simba ilimchukua kocha kijana na nini, na alizungumza vitu vingi na facts nyingi alizitoa, ikiwemo makocha wa vijana wanakuwa na modern tactics, maanake mm -hmm. mbinu za kisasa mm -hmm. Sio, nanielewa vizuri, jambo ambalo walizingatia pia na alimeweza kuwasaidia kwa sababu Simba imeweza kufika finali, lakini kuna advantage na disadvantage za kutumia modern tactics. Watu wanabidi waelewe modern tactics modern. Nikisema modern tactics ni mbinu za kisasa. Uh, mbinu za kisasa ndo kama hizi ambazo Simba Sports Club leo zimewagharimu ugenini katika dimba la Stade de Berkan. Kwa sababu gani naweza nikasema hivyo? Ni kwa sababu unajua build up play nilizungumza sana, nikasema, Simba wasifanye build, blanda kwenye build up. Nilipiga sana kelele nikasema hawa jamaa wamefaidika kwenye blanda nyingi za build up ikiwemo dhidi ya Faraba, dhidi ya Raja Casablanca, dhidi ya Olympic de Safi nikazungumza nikatoa mifano mbalimbali mbali. Uh, sasa kwa nini niliona hivyo? Ni kwa sababu Simba Sports Club ina, ni timu ambayo tunaingia mpaka kwenye finali, ni timu ambayo imekuwa ikidominate kwenye michezo yake, imekuwa na wastani mkubwa wa umiliki wa mpira na mara nyingi uh, mpira wao wamekuwa wakianza kwenye eneo la backline nyuma, wanapiga pasi kwenda kwenye progression ya eneo la kiungo mpaka kwenye finishing zone. Sawa, so, sio mbaya kwa sababu modern tactics zinataka hivyo na kwa bahati nzuri au mbaya, zamani kidogo, uh, build up play ilikuwa ni kama uh, tactics, lakini sasa hivi imeshatoka kwenye tactics, imekuja kwenye system. Sasa nataka niseme kitu kimoja kizito kwamba uh, hii uh, mpira huu ambao Simba wanacheza ni kama kidonge, kidonge chenye sumu lakini chenye tiba, lakini hicho kidonge ni hatari sana, kwamba ukizidisha au ukikosea masharti kidogo sana, basi kitakuua, lakini ukikitumia vizuri kinaweza kikawa tiba nzuri zaidi. Umeelewa? Ndo kama hiyo build up play, kwa sababu ukifanya mistake, maana yake ni kwamba umekaribisha eneo kubwa la, uh, la mpinzani kuweza kukushambulia kirahisi kupitia uh, build up play, kwamba ukifanya maana yake ukishafanya makosa kwenye eneo lako, ukipokonywa mipira kwenye eneo lako. Nini kitatokea baada hapo? Hapo maanake utakuwa unampa nafasi mpinzani kuweza kupata nafasi kubwa ya kuweza kuandika bao, na ndio maana unaweza ukaona bao la pili uh, golkipa Musa Kamara alivyo halifu kurisivu ule mpira akajaribu kuweka kwenye eneo la kiungo au kufika kwa mlengo ambao ndio Yusuf Kagoma Berkan wakawa wame win wakatengeneza turnover ambao ikapigwa kwa huyu eh, um, nah, e, e, Mehri Yusuf Mehri akaipiga kwa e, eh, Usama Lamlawi akafinya akafunga bao. Kwa hiyo tunakuja kwenye build up play. Kuna muda mwingine dakika mia themanini ni ndogo sana. Hautakiwi kuwa na active play ya zaidi ya dakika themanini mpaka tisini. Active play nikisema active play maanake ni muda ambao mpira unachezwa unaweza ukatumia ndani ya hizo dakika 180, dakika 90 za away, ukawa na active play hata ya dakika sabini mpaka 65, 5 inawezekana. Nafikiri wana, inaonekana Almasri walifanya nini katika dimba la Benjamin Mkapa katika mchezo wa marudiano baada ya kuwa wanaongoza goli mbili sifuri. Punguza kufanya build up nyingi eneo lako. Kuna makocha wengi mbona wanatumia hizo ukiwemo, okay, kocha wa Getafe ambaye anajulikana Jose Bardas ambaye yeye amekuwa akiwa na average possession ya kama asilimia 38 tu. Umeelewa? Na amekuwa akijaribu kwenda ku, na mipira mirefu alafu Uh, haitaji kufanya pressing kwa sababu unavyofanya pressing unaacha eneo kubwa sana kwenye safu yako ya kiungo. Simba leo walikuwa waeleweki, wanafanya pressing, pressing yao haipo active, hawapori wa mipira. Maana yake Berkane wanaweza wakapiga pass kwenye eneo lao na kuacha space kubwa kwenye eneo la kiungo, ambako nikakwambia kwamba kiungo cha RS Berkane ndio kiungo bora zaidi kwenye ligi kuu nchini mwao Moroko nikakwambia kikifuatiwa na kiungo cha Union Sportive mm -hmm. Uh, Union Turga Sportive ikifuatiwa na kiungo cha Fus Rabat nikakutajia, nikakwambia kinachoongozwa na Lamin Kamara mm -hmm. Ayub Khairi pamoja na Yasin labiri, Labiri. Nikakwambia yule mwenye madevu leo kimekuja kudhihirika, manake timu inaenda ina press alafu safu ya kiungo uh, ina, ina, ina, inahusika na yenyewe kwenye. Kuna muda wachezaji wengine wanakaa kwenye eneo karibu na safu ya ulinzi, katikati, kuna kwa kuna, kuna space kubwa ambapo Lamine Kamara anaweza akapokea mpira au, au, yas, Yasin Labiri akapokea mpira kwa utulivu na kuweza kuamua anachokiamua. Maanake walikuwa na urahisi huo, timu haina compact shape. Muda mwingine hutakiwa kupress, unawaacha wacheze usiwape pressure ile la eneo ya kwanza mm, unajaza wachezaji wengi kuanzia eneo la katikati kisha ile safi yako ya ulinzi inasogea karibu, karibu na safi safi yako yako ya ya ya ya kiungo kiungo na na safi yako ya ushambuliaji inasogea karibu na safi ya kiungo, unakuwa huko compact katikati ya uwanja ili kuzuia progression isiweze kufanyika katikati ya, ya uwanja kisha build up play, ambazo hizo ndio mbinu za kisasa sasa, ambazo uh, wanakwambia build up play ni kama kidonge chenye sumu timu nyingi ambazo zimekuwa zikifanya mashambulizi kutokea nyuma zimekuwa na xg manake expected goals kubwa kwa conceded, eh, yani, manake, xg conceded per game ni kubwa zaidi kwenye build up effect kwezekano, kwa sababu uwezekano wa wao kufungwa kutokana na blanda kwenye build up ni kubwa. Kwenye hizo ni takwimu za soka la kisasa, zinaonyesha hivyo. Timu zinazofanya build up nani, manake ziko kwenye hatari kubwa ya kuconcede bao ndani ya dakika 90. Mmeelewa? Hmm. Na ndio kitu ambacho kinaonekana kwenye mbinu za za kisasa. Kwa hiyo sasa unaweza ukaacha timu yako icheze Eh, safu ya ulinzi ikasogea juu, yani high defensive line, ili kwanza unaweza kutengeneza mtego wa offside trick, lakini mda huo huo unakuwa hata kama mpira wakiupata, waki katikati ya kiwanja kuna distance kubwa baina yako na goalkeeper, na kuna sehemu kubwa ya kuweza kupokonya ku, mipira inakuwa rahisi kufikika, inaonekana hapo mm. Na kwa sababu ikiwa rahisi kufikika na kuna space nyuma ya safi ya kiungo ya maana mm. yake safi yako ya ulinzi itakuwa inasogea nyuma. Ikisogea nyuma, unawakaribisha wewe nini RS Berkane wasogee karibu na lango lako. Wanavosogea karibu na lango lako, maana yake ni kwamba wanakuwa wengi na wanatengeneza hatari na ni wazuri kupiga mipira juu. Umezungumza kiufundi sana Heavyweight, uh, kiu ya mashabiki sasa hivi walio wengi wanaokufuatilia wanatazama dakika tisini za nyumbani, umezungumza hmm, mia moja themanini lakini umezungumzia eh, kuhusiana na mfano wa kidonge, kinaweza kikawa sumu ama tiba. Vipi unaiona tiba inaweza kupatikana katika dakika tisini za nyumbani kwa haya matumaini ambayo yameanza kufifia kwa walio wengi? Bao mbili ni zinaweza zikawa ndogo na zikawa nyingi vile vile. Of course, kwanza ni niseme kitu kimoja, hmm, kwenye michuano ya kombe la shirikisho uh ukitanguliwa bao mbili sina maana yake nimekuwa nikitoa sana hizi mambo na zinakuja kuonekana na kudhihirika uh, ukitanguliwa bao mbili maana yake upo kwenye uh, probability kubwa ni ya kupoteza mchezo katika, yani maana yake kupoteza kombe especially unapokuwa umeshapoteza kwa bao mbili sifuri katika first leg, lakini ni watu wetu wasiwasi, uh, mashabiki wa Simba wasiingie unyonge by the way, kwa sababu kama Simba Sports Club watakwenda katika mfano. Nategemea mechi ichezwe katika dimba la Benjamin Mkapa. Natamani, of course sina mamlaka, lakini natamani mechi ichezwe katika dimba la Benjamin Mkapa ili kutengeneza nguvu ya ziada, Simba waweze kuchomoa hayo magoli na of course wakiweza ku overturn mabao mawili eh, sifuri dhidi ya uh, RS Berkane it, itakuwa ni timu ya kwanza kufanya hivyo toka mwaka 2009 lakini ni ya pili overall kwa sababu uh, ameshaye kufanya hivyo Stade Malien mwaka 2009 mwaka 2009, Stade Malial litanguliwa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya ES Setif. Sawa. Eh, katanguliwa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya ES Setif na kwenda kuyachomoa mabao mawili kwa sifuri eh? e, akiwa nchini kwao Mali na wakaenda kwenye penalty shootout, na wale Stade Malial wakafanikiwa kutoa taji hilo kwa penalty shootout kwa tatu mbili, manake penalti tatu kwa mbili. Mazembe walikuwa close kujaribu kufanya hivyo dhidi ya CS Faksie. Sawa, mwaka 2013. Si unanielewa mm, ya walipoteza kwa mabao mawili sifuri nchini Tunisia, lakini walivyokwenda pale Kongo uh, katika dimba la Stade di Mazembe waliweza kutangulia mabao mawili akifungwa na Adama Traore pamoja na Mtanzania Mbwana Ali Samata Sama, ambaye ndo anaweka rekodi ya kuwa Mtanzania pekee kufunga bao kwenye fainali ya kombe la Shiri, la shirikisho mpaka leo hii tunavyozungumza, mm. Sawa. Uh, lakini kwa bahati mbaya kuna mwamba anaitwa Fakhreddin Ben Yusuf ambaye Simba walikutana naye kwenye robo finali ya michuano ya kombe la shirikisho, akaweza kufunga bao maanake bao moja consolation goal ambalo lilitosha kuweza kuwapa CS Sfaxien uh, uh, taji lao la kwanza la la, la, la, tatu by the way la kombe la shirikisho. Sijui unanielewa. Kwa mantiki hiyo sawa uh, Simba Sports Club wana kazi kubwa sana ili kuweza at least kuandika kwa historia kwamba ya kuwa timu ya pili ku Uh, kutan mabao mawili kwenye fainali toka walipofanya hivyo mwaka elfu mbili na tisa uh, Stade Malien. Kwa hiyo hiyo nafasi wanayo, lakini tayari wameshaweka ugumu, ugumu. ugumu. Mm -hmm. Especially wanapocheza na timu kutoka nchini Morocco ambayo imeshakutangulia. Sijui unanielewa vizuri mm -hmm. kwa sababu Setifu sio ya Morocco ni ya Algeria na Algeria, of course, kuhu, kuhu, kuhu, kushikilia bomba kwenye mechi za ugenini, mara nyingi huwa zinawashinda. Nafikiri Belouizdad ni mfano hai wa hivi karibuni, ambapo waliweza kushinda mabao matatu kwao dhidi ya Yanga na kuja kupoteza kwa mabao manne Tanzania, si ndivyo? Kwa hiyo hiyo nafasi ipo, lakini uh, zaidi zaidi tu mimi ninachopenda na, na, na kusema ni kwamba nafasi watazitengeneza nyingi Simba katika mchezo wa pili. mm. kinachohitajika ni maboresho kwenye kuzitumia hizo nafasi bas! Katika, yes, na nna na, na, yeah, e, wawe makini. Unajua ile muda mwingine papara, mechi ishakuwa hipo upande wako, dakika zinasogea, Waarabu wanakuwa na fitna nyingi, unakuta wanalala, tunaita ile mm. wanapunguza ule uwezekano wa mchezo kuchezwa kwa dakika tisini mm. Kwa hiyo wanakuwa na low active play kwa kutokana na jinsi ambavyo wamekuwa na matendo ya kupoteza, poteza muda na nini. Kwa hiyo dakika zikiwa zinayoyoma dakika ya thelathini na ngapi? thelathini na Ngapi? wachezaji wa Simba wana muda mwingine wanakosa; wanajitoa mchezoni na kujikuta wanafanya maamuzi ya papara kwa sababu wanaona muda unakwenda, alafu hatujapata chochote. Na ndio maana hata katika mchezo wa leo tunaona kuna baadhi ya muda progression zao zinakufa kizembe kwa sababu wanakuwa na ma maamuzi ya papara mara kadhaa, umeelewa? Kina Jean Charles, huwa kina Debra Fernandez, wa Valentino pamoja na Leonel Ateba mara kadhaa walikuwa na nafasi ya kufanya bora zaidi walichokifanya kwenye eneo la mwisho la mpinzani lakini wakajikuta wanafanya kitu ambacho si sahihi kwa sababu ya ile pressure ya mechi husika na pia kutoamini kwamba wako kwenye nafasi nzuri ya kuweza kufanya jambo jambo sahihi na kukosa utulivu. Kwa hivyo mm-hmm. E, mimi na, nasema tu kwamba Simba wanayo, bado naweza nikasema wanayo nafasi ya kuweza kuoverturn haya mabao mawili lakini tu e, mawili yanawezekana lakini usikonsidi bao tusalie hapo e, ambapo... e. e. leo sitaki kutabiri e. E, wala sitaki kutabiri tume, nataka niweke tu hivyo kwamba Simba wanayo nafasi ya kuweza kupata mabao mawili, lakini tu tahadhari kubwa ni kwamba wasi... wasiruhusu wasiruhusu wasiruhusu bao tusalie hapo kwa Heavyweight. Yapo mengi ambayo tutakuja kuyazungumza kwa kina, kwa hapa tunaweka nukta mpaka hapo tutakapokutana baadaye. Asalamu alaykum.